Kipi cha kusema cha kwanza, ningependa tumshukuru Mwenyezi Mungu, hmm? tokwana afya nimwone kwanza hmm? um, cha pili nimshukuru Mwenyezi Mungu tena. Unaona ndugu zetu hapa, binti wangu, kijana wangu hapa, wamedumu bado wako pamoja, um, nyumba yao ina amani, sijawahi kupigiwa simu kupewa lawama yoyote au ishikwa mali inapata faraja kama babu, kipi seme kingine kipi? Naomba <laughs> tumpigie makofi mengi sana taifa. Kama babu anakwambia nyumba ya Mario na Paula ina amani sana na hajawahi kupigiwa simu hata siku moja, hakuna ugomvi ama unajikaza? <laughs> tuambie ukweli, au sio? hakuna ugomvi ama unajikaza?